Mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, nilikuwa kwenye kile chama kilichokimbia uchaguzi, nilikuwa mjumbe wa kamati kuu wa hicho chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi tulikuwa mkoa wa Rukwa na wewe, ulipoanza kuzungumza, sisi wengine tulikaa pale pembeni, tunasikiliza unachozungumza. Ulipoanza kusimulia historia yako ulipoenda Sumbawanga mara ya kwanza, mimi nilikaa pale na kusikiliza. Ulisema ulienda Sumbawanga mara ya kwanza ukiwa unafanya kazi kwenye NGO, ulienda umepanda basi, ulienda kwenye kazi ya utafiti ukakaa Sumbawanga zaidi ya miezi mitatu ukiwa unafanya kazi. Ukasema ukiwa kule Sumbawanga unafanya kazi kama mtanzania wa kawaida. Ulisema uliwahi kupanda na basi iliharibika ukiwa njiani unaenda huko Sumbawanga, ukakutana na ndugu yako moja, ni Mpemba, alikuwa na duka. Ukawa unaenda dukani kwa Mpemba unanua mahitaji yako, unarudi unakokaa. Ninachotaka kusema ile historia uliyosema ulipofika Sumbawanga, mimi kwangu ilikuwa ni funzo. Nikajua maisha ya mwanadamu anayeamua hatima ya mwanadamu yeyote sio mwanadamu yote hapa duniani, bali ni Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi yamoye yule Mpemba uliyekuwa naenda dukani kwake kuchukua vitu, na yeye kwenye maisha yake ulimwachia somo kubwa. Kwa sababu hakujua kwamba yule mama aliyokuwa anaenda kununua vitu pale atakuja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku moja. Ninachosema Watanzania mnaonisikiliza, kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Kigoma, hakuna kukata tamaa. Hata ukiondoka hapa unaenda kula ugali na mlenda na mwanao, muombe tu, maisha yake hapo mkononi mwa Mungu, siku moja anaweza kawa Samia mwingine katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, duniani hapa kuna watu wanaitwa haters. Wao wapo, huwezi kuwakwepa wewe. Ulikuwa mbunge kule Zanzibar, hakuna aliyeamini kwenye maisha yako kwamba siku moja utakuwa mbunge. Nawezekana hata ulipokuwa mbunge bado walikuwa na mashaka kwamba je, ataweza kazi ya ubunge? Ukafanya ukamaliza ukawa waziri. Nawezekana pia, tulipokuwa ulipokuwa waziri pia bado kuna wengine walikuwa na mashaka amepata kazi ya uziri, je, ataweza? Ukafanya mheshimiwa rais, na rekodi zipo, ukamaliza. Ikaja ukawa mama wa kwanza katika nchi yetu kuwa makamu wa rais. Hata hapo pia haters walikuwepo, najua waliuliza, je, ataweza? Ukaweza, ukatoka hapo leo, kwa sababu Mungu ndiye anayeamua hatima kila mwanadamu, wewe ndio rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema hivi tumebakisha siku tumebakisha wiki moja kufika Oktoba ishirini na tisa. Najua kuna watu pia bado wana mashaka kwamba Oktoba 29 itakuwaje? na tisa nawaambia wale matomaso subirini, muone ukuu wa Mungu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kupita kwa kura za kishindo, CCM hoi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilipata fursa ya adhimu nikiwa kijana wa nchi hii nikiwa nawakilisha jimbo la Nyamagana kwenye bunge la kumi. Bunge la kumi liliingia kwenye historia muhimu kwenye nchi yetu kwa sababu walipawa, walipata fursa adhimu ya kuandika katiba mpya kwenye nchi yetu, ile maarufu inaitwa katiba ya Warioba. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe Ulipata fursa ya kuwa makamu mwenyekiti wale bunge. Tulienda kwenye bunge, tukajadiliana, tukafika pazuri. Kama kawaida, sisi tuliokuwa wapinzani wa nchi hii, tulikimbia kwenye bunge la katiba. Tukaacha bunge Solemba. Sisi wapinzani wote tulikimbia. Ninachojaribu kusema ni kwamba nimeona kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mchakato wa katiba mpya imewekwa kwenye ilani ya CCM. Lakini nawaambieni Watanzania mnaonisikiliza, waliochelewesha kupatikana kwa katiba mpya nchi hii ni sisi wapinzani na mimi nikiwepo enzi hizo, sisi ndio tulikimbia kwenye bunge la Warioba. Wakati mwingine unashindwa hata kuelewa hivi tunachotaka ni nini. Tulipokimbia kwenye bunge tukarudi huko nje tukaanza tena kelele kwamba tunataka katiba mpya, katiba mpya tuliyokimbia bunge huko mchakato ukiendelea. Wapinzani wa nchi hii sisi ndio tulichelewesha nchi hii kupata katiba mpya, tulipokimbia kwenye bunge la Warioba. Mheshimiwa Mwenyekiti na Watanzania, naomba mnielewe, iko hivi leo chama nilichokuwepo mimi tulikimbia mchakato wa katiba bungeni. Leo tumekimbia uchaguzi, na mimi nawaambieni pasipo shaka yoyote, hata mchakato wa katiba mpya utakapoanza pia bado watakimbia. hasa mimi Wenje, kwa kukataa kuendelea kuwa kwenye hii treni ya kususa susa, hivi imekuwa nongwa, shida iko wapi? Na mheshimiwa mwenyekiti, naomba niwaambie Watanzania wote wanaonisikiliza hakuna nchi yoyote hata moja mnitajie duniani ambayo mfumo wao wa uchaguzi ni waterproof, 100% kwamba haina dosari hata moja. Ngoja niwakumbushe, Marekani mwaka elfu mbili na kumi na sita walifanya uchaguzi malalamiko yalikuwepo. That is America. Mwaka elfu mbili na ishirini wakafanya uchaguzi Marekani, matatizo yakatokea makubwa mpaka watu wakaandamana mpaka wakaenda kwenye bunge lile la Marekani kwa sababu ya malalamiko ya uchaguzi, na hiyo ni Marekani, na hiyo ni Marekani. Lakini baada ya mwaka elfu mbili na ishirini, chama cha Republican iliyolalamika kuhusu uchaguzi, hawakususia uchaguzi, walirudi kwenye uchaguzi, na leo Trump is the president of America. Nachojaribu kusema ni kwamba Suluhu, suluhu hapa haipatikani kwenye kukimbia uchaguzi, hatuwezi tukapata suluhisho kwenye kukimbia uchaguzi. Na narudia tena, mamlaka ya nchi yetu hayapatikani mitaani. Mamlaka ya nchi yetu yanapatikana kwenye sanduku la kura, hii ambayo chama changu cha zamani imekimbia. Ndugu zangu, nataka niwe nieleweke vizuri, iko hivi Sisimoe sisi, tukiwa huko, Mheshimiwa Rais alituita kwenye kitu kinaitwa maridhiano. Na Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nakushukuru sana, ulipokuwa unazindua kampeni kawe Dar es Salaam hapa, ulisema kwamba katika mambo utakayofanya kwa haraka Watanzania wakikupa ridhaa wakakuchagua tena ni kwamba utaleta watu pamoja kwenye meja meza ya mazungumzo watu wasemezane ili twende tu, tu, pamoja kama taifa. Hayo ni mambo ambayo tukiwa huko tukiwa tunapiga kelele kila siku kwamba tunataka, leo umekubali utafanya, leo umekubali mchakato, ipo kwenye ilani ya CCM mchakato wa katiba mpya huko hapo. Kuna marekebisho mengi yamefanyika kwenye sheria ya uchaguzi, lakini bado chama chetu cha zamani kilisusa kushiriki uchaguzi. Kwa mimi ndugu zangu, nawaambia nyiye watu wa Dar es Salaam, asilimia themanini ya vijana wa Dar es Salaam na wakazi wa Dar es Salaam 80 angalau, nyiye mna WhatsApp, nyie ndio mnakutana na mambo mengi kwenye mitandao yanayoandikwa na watu ambao wako Marekani, wengine si wako nchi gani, wengine wamepeleka vijana huko Nairobi wa Tanzania wanafundishwa namna ya kuleta uchochezi kwenye taifa letu kupitia mitandao ya kijamii. CCM oye na mimi na, naomba niimbie dunia leo. Mimi nimekuwa mjumbe wa kamati kuu wa Chadema kwa miaka zaidi ya kumi na tano. Iko hivi wanasema kwenye mitandao, wa zinaandikwa kwamba Chadema imezuiwa na serikali kushiriki uchaguzi huo ni uongo, uongo, uongo kabisa kweupe. Sikilizeni, nchi hii hakuna kitu ambacho akijawekea utaratibu wa kisheria. Uchaguzi wa taifa letu ni mchakato, watu watachukua fomu, watu watafanya hivyo, watafanya kile, lakini lazima vyama vya siasa viende visain fomu ya maadili. Hii ipo kisheria sisi tulikaa wenyewe tukakubaliana kwenye kamati kuu ya chama kwamba hatuendi kusaini fomu ya maadili tulikataa. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa sisi kujiondoa kwenye huu uchaguzi. Hakuna. Tuliandikiwa barua na tume ya taifa ya uchaguzi, barua ipo na ushahidi upo kwamba tuende tukasaini fomu ya maadili tulikataa, tukaenda pa kwenye kamati kuu ya chama, kwenye baraza kuu, tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tukapitisha wenyewe kwamba sisi hatuendi kushiriki uchaguzi huu, tuliamua wenyewe. Naomba dunia ijue, hakuna serikali, hakuna chama, hakuna taasisi ya serikali iliyotuzuia kushiriki uchaguzi. Tulisusa <laughs> wenyewe, tukakataa wenyewe, na sababu za kukataa mimi najua hizo ni za boardroom kule nyuma, tulijadiliana sababu zipo na mtu akileta panganga tutasema hizo sababu. Sababu zipo kwa nini tulisusia. Haya mambo mnayosikia no election no reforms, hayo mengine ni mikwara tu, lakini zipo sababu za ndani zilizofanya sisi tushiriki uchaguzi. Namalizia kwa kusema ndugu zangu, iko hivi kwenye nchi yetu hapa, waasisi wa nchi hii, hakuna ubishi wala maswali kwamba walituachia taifa thubuti taifa imara yenye umoja na mshikamano na yenye amani tele. Na mimi nawaambieni, bila amani, Chama cha Mapinduzi toka uhuru kwa awamu zote imefanya kazi kubwa ya kulinda amani ya taifa letu, na bila hii amani, leo msingekuja kuja hapa kwa wingi kusikiliza sera za chama cha Mapinduzi, msingekuja hapa kwa wingi tunasikiliza sera huku tutapata burudani. Bila amani, hakuna mama atakayeuza mboga barabarani bila amani hakuna mtu atakayefungua duka Kariakoo. Bila amani hakuna mtu atakayeendesha bodaboda. sawa sawa? kwa hiyo, kwa hiyo ni ujinga sana kwa kijana yoyote, yaani mtu yuko Marekani, mwingine yuko Belgium, mwingine yuko Afrika Kusini, mwingine yuko Sweden, kazi yake ana tweet kwamba wewe ukafanye fujo, wakati wewe yeye na mke wake na watoto wake wako wanakula bata Marekani. Huo ni uenda wazimu. Huwo anatoaga mfano, nikimalizia. Huko Marekani zamani, kuna mchungaji alikoenda Jim Jones. Jim Jones alikusanya wafuasi wake, akawapeleka kwenye jango ya Guyana, huko Amerika ya Kusini, akakaa nao akawambia mnaenda mbinguni siku ya mwisho, akawambia kunyweni sumu ili mwende mbinguni walisahau kwamba Biblia inasema hakuna kufa. Yaani, wewe ukijiua ni makosa, hata mbele ya Mungu hautafika huko mbinguni. Waliwaambia wakunywe dawa. Kwa hiyo wewe ukiwa hapa Kinondoni, mtu yuko Marekani anakuambia wewe ufanye fujo huku, yeye na familia yake wako Marekani. Hauna tofauti na wale wafuasi wa Jim Jones waliokunywa sumu ili waende mbinguni, hawakufika. Mungu apeleki mbinguni watu waliojinyonga sawa sawa. Kwa hiyo mimi nawaomba watanzania wenzangu, mimi nimekuwa kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais almost zaidi ya wiki. Kila jimbo tulilopita kuna mambo makubwa yamefanyika kwenye maji, kwenye barabara, kwenye kilimo, kwenye afya. Mimi leo ni shuhuda wa mambo makuu yaliyofanyika kwenye kipindi hichi cha miaka minne. Kwa hiyo nendeni mkapige kura tarehe ishirini na tisa kura ya kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa maji katika nchi yetu, kura ya kuleta umeme zaidi, kura ya kuleta mabarabara mengi zaidi na madaraja. Na nimefarijika sana leo kwenye ilani ya sisi ya asubuhi nimesoma katika ilani kuanzia mwaka elfu mbili ishirini na tano mpaka 30 serikali imetarget kuongeza idadi ya ajira zaidi ya milioni nane. Hiyo ni kazi kubwa inayoenda kufanyika. CCM kao nawasii, tarehe ishirini na tisa tokeni kwa wingi, tuchague wabunge wa CCM madiwani wa CCM na rais wa CCM. Naomba nione kura za Dokta Samia Suluhu Hassan, daktari! Hey CCM! Hey! Asanteni sana, Daktari, asante sana Mungu awabariki.